Karibu katika tutorial hii, mimi ndugu yako Faraja Euphrase. Leo nimefanikiwa kumaliza kuandaa mfumo wa kuandaa matokeo katika shule za msingi. Kwa hiyo leo sasa nataka nikupitishe namna ya kutumia. Sasa ukifungua kwa mara ya kwanza mfumo, inawezekana pia kwa utafungukie kwako kwa hapa. Kwa hiyo kama utafungukia hapa, uh, scroll kwenda kulia, utaona kuna hizi button hapa na home print matokeo angalia SMS report card then, then you click home, kwa maana itakupeleka katika home page au katika dashboard. Kwa hiyo shaka dashboard atia kwanza, badilisha taarifa. Mfano hapa inasoma darasa la kwanza, utabadilisha masomo ya darasa la kwanza la pili hadi la saba kwa wale ambao ni swahili medium, lakini pia kwa english medium eh, kwa sababu mfumo unatumika kwa english medium na swahili medium kwa kama ni English medium nitakuwa nimeweka katika hii ni moja English medium then itakuwa na soma grade pamoja na masomo. Kwa hiyo pia kama ni English medium, masomo utayasajili kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo turudi tu kwenye Swahili medium kwanza. E, utaona kwa hiyo katika Swahili medium e, utaona utasajili masomo kwa kila darasa alafu hapa utaandika mwalimu wa darasa husika darasa la kwanza la pili na utabadisha pia tarehe kufunga na tarehe kufungua shule na namba ya mkuwa shule mwaka pamoja na hizi grade A, e, e, inaanzia ngapi hadi ngapi, kwa maana ya asilimia mia moja au kama ni mia kwa mia, au kama ni katika hamsini kwa hamsini. Na utabadilisha pia muhula kwamba um, mfumo unaotumia katika muhula ngapi, muhula wa kwanza wapi. Hapa utaandika jina la mwalimu mwalimu mkuu. Kwa kushamaliza hapa, tuende kufuata. Ni kusajili ni kusajili e, wanafunzi tutasajili darasa 5 darasa la tano. Ukifungua hapo utaona aina majina haya yote kwa hiyo kama tutasajili jina moja moja, utaandika e, labda majina yao kama hivi, ambapo mimi naandika e, bila kuandika namba. Huku unaona namba zinakuja zenyewe tu, na hapo utaruhusiwa ni kwa nini kuandika, nasema the same coach kwa maana hiyo ina protective au imezuiliwa kuandika kitu chochote. Kwa maana inakunja automatically. Kwa hiyo ile kazi yako ni kuandika, tunaandika namba, unaona zinakunja automatically. Kwa hiyo kama utakuwa unasajili moja moja utasajili na utakuwa unaandika pia na jinsi zao. Kwa hiyo kwa Kiswahili ndio hapo tutaandika me au ke. Kama maana ya male au female. Sasa inawezekana una majina yako katika Excel yako utaki kuandika jina moja moja. Kwa hiyo mtafuta hii, then nenda katika document yako nenda katika document yako. Mfano mimi nayo hapa ambayo ina majina haya ya darasa la tano. E, nita select haya majina pamoja na e, eh, na, na, na, na, na, na na na na, jinsi zao, then nita copy Then nitakuja ni paste hapa katika dhani ya kwanza. Lakini kumbuka kwa paste special, Control alt V. Then paste special. Unaona kila kitu kimekunja hapa, hade mistari moja yenyewe. Usije ukasema mbona kuna mistari. Mistari hii mpwita mwaja yenyewe. Hii ni mwazishia kwamba hii ni inapiga mistari kuishia katika majina ambayo unayo. Hini ni kiwekea mistari zaidi ambayo unaweza kuchukua toto mia mbili Wakati wa kuprint maanake kuna roho nyingine zilikuwa zinabaki hazina majina na inakuwa kama ni chafu. Kwa hiyo ni kuzishia ili kuweza kufanya kazi yake ndani iko fresh kidogo. Kisha maliza hapo, utaandika namba ya simu eh, 0764773654 eh, hiyo eh, namba yangu ya simu kumfumo kumboka na kutuma pia message kwa wazazi. Kwa hiyo kama unataka kuwatumia pia wazazi, itabidi uandike namba zao za simu kwa kila mzazi. Afa hapo utajaza, eh, ndio kwa maana katika Kiswahili Utajaza jaribio. Hapa ni mtihani jaribio, inamaanisha kwamba hapa ni zile test wanazozifanya wanafunzi au ule mtihani wa mwezi wa tisa waliofanya. Mfano huu ni muhula wa pili, kwa hiyo utaandika hapa maksi za mtihani wa mwezi wa tisa katika somo la Kiswahili kwa wanafunzi wangu, alafu mwezi wa kumi na moja pia utaandika. Mfano labda mwezi huu amepata arobaini mwezi wa tisa, lakini mwezi wa kumi na moja labda akapata hamsini, kwa hiyo utaandika hapo, lakini wastani itakuja yenyewe. Hizi taarifa nyingine pia zinafanya zenyewe. Hizi zinasoma absent kwa maana hayupo, kwa maana hajafanya somo lolote, lakini ikishaandika mtihani aina yoyote, utone aisemi tena kwamba hayupo kwa maana tayari ya kufanya mtihani mmojawapo. Kwa hiyo haitasema kwamba hayupo, hizi ni absent. Lakini kumbuka eh, max ambazo nikuwa ingiza hapa ni kuanzia sifuri hadi hamsini. Kwa hiyo kama mtihani wako ulikuwa na asilimia sabini ya mia Ubandilishi uende katika e, ile sehemu ya hamsini kwa hamsini kwa maana uweze kuandika namba zaidi ya hamsini Aa a na sita jaza alama ndogo au sawa na kwa, utabonyeza retry, then utaandika namba, kwa sababu kuna wakati mwalimu anaweza hiyo inapenda kuhasisha wewe usiweze kuandika alama kama hizo. Ukishamaliza hapo usajili, hizo taarifa nyingine za kuja zenyewe na ukishajaza max zako hapo pia za kuja zenyewe. Kwa hiyo hapa pia inawezekana max ukawa uko nazo katika fa. document yako. Mfano, katika hiyo document kuna hizi max za watoto hapa, mfano kwa hivi. Eh, yeah, ngoja nizichukua hapa chap chap. Sorry. Kwenye Kiswahili anazikopi kopi, Kiswahili anazikopi haraka haraka, paste special. Kumbuka upaste special kwa maana inazuia kuweka okay paste kama ilivyo bila special, maanake itachukua fomati ambayo iko hapa katika hii sheet na itaipeleka pale, kwa maana itabadilisha wale mfumo wa Fomati ya mfumo ambao nimeweka hususani katika zile fomati. Kwa hiyo ndio maana natakiwa paste special, copy hapa na shumu hizi max ni jaribio tu. Kwa hiyo naenda katika jaribio tu, hiyo ni English sura tatu hadi hapa tunakuwa tumemaliza. Kwa hiyo hapa sasa itatoa matokeo katika mtihani wa jaribio tu, kwa sababu mtihani sijaweka, kwa maana mtihani wa mwezi wa tisa au mwezi wa tatu. Hapa mtihani ni ule mtihani wa mwezi wa sita au mtihani wa mwezi wa kumi na moja sababu mfumo unaandaa katika, katika mura wa kwanza kwa maana ya ni mura mzima kwa maana na mtihano wa mwezi wa tatu na mwezi wa wa wa sita, au mtihano wa mwezi wa sita pamoja na mtihano wa mwezi wa tisa na mtihano wa mwezi wa kumi na moja. Kwa hiyo sasa itakuwa imetoa jumla wastani daraja pamoja na nafasi. Kwa hiyo hapa sasa mpaka umemaliza kwa kuweka mazi zao. Sasa baada ya hapo kukumbuka kubadilisha hapa ni nagaani mtihani mtakacho kufanya. Sasa hivi hapa kubadilike mfano hii ni shule ya shule ya chumba cha msingi Mungu matokeo mtihani kimaji main. Kwa maana hiyo inatoka hapa. Kwa hiyo ukibadilisha hapa na pale panabadilika. Labda huu ni mtihani wa mock. Kwa hiyo kama utaandika, ni matokeo ya mtihani wa mock. Matokeo ya mtihani wa wa muhula, labda muhula wa kwanza. Tutaandika mwezi wa kwanza ni dini labda ni Mei eh 20 eh 25 kama hivi. Kwa hiyo kama na hapa mbali kile kimetokea mtihani kimetokea mtihani wa Pimaji Mei la kwanza hapa imebadilika, nadhani kuna kuna tatizo kidogo, lakini nitakubadilisha hindi ipakai sawa, kwa maana hapa nitakiochukua kutoka hapa, lakini nionekane je achukua hapo. Kwa hiyo wewe utabadilisha hapa, baadaye nitaweka sawa. Kwa hiyo ukishamaliza hapo, sasa unaweza kuprint matokeo, utabonyeza hii hapa kwayo, liza, msa, msa, matukeo, ta, ta, msa, ya, button print matokeo itakuleta hapa, ambapo hapa sasa ndio inaonyesha matokeo, kwa maana hizo summary zote. Kwa hiyo itaonyesha labda somo A hey, amepata ngapi uh, somo fulani wana A hey, ngapi nabii ngapi, msi na ngapi, mwana. Sasa si, kama unavyoona zimeanzia si, kwa maana ni kwa sababu imetafuta page. Itasema waliosajiliwa yeah, kwa namba ngapi ya bana tatu, kwa hiyo kwa kuonesha swali, so waliosajiliwa, na itakuonesha pia waliofanya mtihani na ambao hawajafanya, lakini pia inaonesha top 10 na wale 10 eh, zaidi, lakini itakuletea sasa huko matokeo. So, okay. Itaanza kuanzia ule wa kwanza hadi wa mwisho. Kwa hiyo namba moja unaonekana nafasi namba moja hadi yule mtu wa mwisho, nafasi zake zitaonekana kama hivyo. Kwa hiyo hapo unaweza kurudi kwenye usajili. Ukishamaliza hapo, unataka kuangalia labda sasa SMS, utakuja kuangalia SMS. SMS zitaonekana kama hivi, lakini mfano mm, hapa sasa imesema, eh, ndugu mzazi au mlezi wa Victor, mwana wa Victor mwanao amefanya mtihani wa muhula wa kwanza. Sasa ili ibadilike hapa, umefanya mtihani, ni aina gani ya mtihani ambayo umefanya, inatakiwa ubadilishe hapa. Inatakiwa ubadilishe hapa, ni mtihani wa pimaji, weka ile mtihani hapa, then jua hapo chaguo kwa kama utabadilisha ukaweka labda mtihani wa nusu muhula hapa, kwa hiyo hapo utakwenda chukue mtabuno mchague nusu muhula au, e, nusu muhula hapa, kwa maana unachokiandika hapa unaweza kuchagua baadaye hapa, ili ilete ujumbe sahihi kulingana na ule mtihani. Amepata jumla ya alama hizo hapo, kati ya alama hizo, sawa na wastani huo ambao daraja lake ni fao. Katika masomo Kiswahili ni tisa, English na ngapi, itasema hivyo, na ni badala ofisi ya taaluma shule ya msingi. Kwa hiyo hii message itaenda kwa wazazi, lakini message haiwezi kuja hapa endapo ujaandika namba ya simu ya mtoto husika. Mfano, tukirudi nyuma tukaandika namba sim ya simu ya Adonia kule kwenye usajili, kwa sababu tumeandika. Kwa hiyo njo rudi katika home button then name the da dasa ya sana tano, huyu tena tumwandikie namba na nichukue hii. Kwa hiyo saizi tukienda tukiangalia message yake tutaikuta hapa kwenye print matokeo Ano, kwenye kuangalia message darasa la tano, the then twende kwenye angalia SMS. Utaona sasa hivi kuna message, kwa sababu tayari tumeweka namba namba ya simu. Kwa hiyo kama hujaweka namba ya simu message haiwezi kuja, kwa maana mtoto ambaye atakuwa hana namba haitaweza kumtumia message, kwa sababu namba ya simu haipo. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kuangalia namba simu, lakini kuna sehemu nyingine Uh, kwenye ripoti mm -hmm. Nenda darasa la tano pale pale then angalia ripoti. Hizi ni ripoti kadi kwa maana fomu kwa ajili ya kutumwa kwa, kwa wazazi. Sasa kama inavyoonekana hapa, hii ni peji moja, ukipreview inaonekana ni peji moja, akisa kutoka fomu mbili, kwa maana zinatoka fomu za watoto wawili, kwa hiyo lazima uprint preview kwanza kabla ya yeah, kuprint. Sasa una printiji. Nimekuwekea pia button hapa. Hii hapa button kwa maana generate PDF. Kwa ukibonyeza kwenye hii printer icon itaanza kuprint. Ita print na kusave kama PDF na ita save katika file katika folder ambayo ile file lipo. Mfano hii file lipo katika desktop, ili yeah ili ya file. Kwa hiyo nikisha print zile PDF zitakuwa zinakuja katika desktop. Kwa hiyo wewe kama unasema sehemu nyingine zitaenda kule, kwa hiyo big internet. Hicho cha msingi cha kufahamu. Kama zitaenda kule basi zitaenda katika document. Sasa kabla ya print lazima u print preview ili ujue je, hii page ina printiwa vizuri bana kumana inaonesha negative. Sasa namna nzuri ya kuangalia njoo katika hizi eh hizi hizi hizi ya kuangalizia zile page layout, kuangalia pia page break preview hapa. Mimi niko katika normal, kwa hiyo ukija hapa katika page break preview uangalie page break, mbona hizi ndo zinaonesha hapa. Page break inaishia hapa, page inaishia hapa, lakini kuna page nyingine inaishia hapa na itakatika hapa. Kwa hiyo tokea sasa, hii uivute ije mpaka hapa, kwa maana itakwenda print page nzima kuliko kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa maana hapa ukiprinti itakuwa inakatikia hapa, na hii itakuwa inasomeka kama mpeji nyingine. Kwa hiyo vuta huu mstari uje hapa, ili iweze kuprinti pote, unaona, mpaka hapa hapa, ili ndo hiyo ambayo inaweza ikaprint. Kwa hiyo ndivyo, labda kuangalia pale tena, pale nomo hapa. Sasa hata kuprinti preview utaona sasa hadi mstari unaonekana, kwa maana sasa itakwenda printing vizuri bila wasiwasi wowote. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo eh, unaweza ukaangalia uka, hiyo ndio namna ambavyo unaweza ukaangalia. Kwa hiyo baada ya sasa sa, uta click print. Kwa hiyo hivi ndo namna ambavyo unaweza ukatumia huu mfumo ambao ni rafiki, na mfumo huu bana unatumika katika kompyuta eh, tu, kwa sababu ena bibi aikoe kwenye simu hautaweza kutumika. Kwa hiyo nakushukuru sana kusikiliza, lakini usisahau subscribe, share, comment. Lakini pia kwa mahitaji tuwasiliane, namba ndio hii hapo, ipo na nyingine inapita hapo kwenye skrini yako, unaweza kucheki WhatsApp au kanipigia. Asante sana.